Tumpongeze zaidi Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye yeye tu alikuwa na haya na maoni, akikishe akikishe Mbeya jiografia na, na mazingira tuwe na uwanja wa kimataifa tayari kwa tai vigezo tunavyoangalia leo na mazingira uwanja tunapitia uwanja am, ni certification tu inachelewa lakini uwanja unaqualify. Lakini uwanja kwa, u, na chaleo, lakini uwanja, kwa uwanja wa kimataifa kayo niwapongeze sana tena Karoni mkoa wa na timu yako yote mwendeshaji wa uwanja meneja, kwa kutekeleza maono ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye yeye mwenyekiti wa chama chetu cha mapinduzi, na haya yote ni utekelezaji wa ilani ya chama chetu cha mapinduzi kwamba ishirini ishirini na tano ni lazima uwanja ukamilike na uweze kutoa huduma za ndege katika standard inayotakiwa lakini ikiwezekana kutoe kwa mataifa. Kwa hiyo ninawapongezeni sana wote. Wote tukipiga makofi. Kama daktari lakini makofi ya zidi zaidi kwa rais wetu Daktari Samia Suluhu, aende apewe makofi mengi zaidi. Ni kweli leo tumekuja na ziara yetu hapa, tumeanzia hapa kukagua utekelezaji wa ilani. Tumeanza na hii hapa, tumekagua running way umeiona kwa kweli ni inakidhi vigezo kuona eneo la ndege kutua na kuruka ona zile taa vichara zinawaka na umesema zinawaka masaa ishirini na nne jengo la abiria kwenye vigezo vinavyotakiwa umeenda kule kuona mizigo kuona abiria domestic imeshaandaa tayari na international, kama ikitokea tunaanza operation za kuhudumia ndio kutoka nje na kutua, maana yake wa, wa ile ndio kigeni tayari imeshawekea na eneo la kwa. Mimi nawapongeza sana, naendelea kupongeza tu. Changamoto zimeelezwa hapo chacha, ambazo mmezitolea fafanuzi manager, na mimi kama hivyo ongea mneke na mimi naendelea kupongeza sana kwa kweli, manager anatosha jamani.

lakini migawa ifanye kazi saa moja asubuhi, hapa naambiwa chai hamna, migawa amefunga. Mtu ataka kusafiri, bwana anaenda kanisani, amefunga. Sasa tayari tunashusha International Tuko, make sure services zote za chakula, huduma, yeah, za vinywaji zinapatikana siku zote lakini, na tumeshapata changamoto kwa siku moja leo kumpokea Naibu Waziri Mkuu, tumekaa mpaka saa nne na chai hakuna. Mgawao kidogo na yenyewe si nzuri sana kwenye kutoa huduma, lakini aliongea pale huyu kwamba ni vizuri kule nje sasa, mipango iwepo, kama kuna huduma zingine za migahawa na hoteli, jambo litakamilika. Lakini kuna maeneo mtu ya ya atajenga hoteli yenye standard ya tano, hata hoteli moja au mbili. Itakafanya huduma zake zote hapo. Na, na, na mtu mwingine ametoka Kongo, Zambia. Anafanya mkutano wao wa biashara hapa hapa. Hapa serikali mbili ya Zambia na Tanzania hapa tutakutania hapo. Hiyo tutakuwa tumesaidia sana E, eh, kuthibitisha kwamba huo ni uwanja wa kimataifa na watu wasipate changamoto hiyo. Lakini hata loko tu ndio akaja hapa, badala kuja huko ndani kumsubiri mgeni wake, anakaa kule, wanafanya vikao vyao, wanazungumza kwa siku, ndio ilikuwa wanaendelea na maisha yao. Kwaona hiyo pia kwa mipango yenu isiwe muda mrefu sana, tangazeni, kwa sababu huko ni sekta binafsi, ndio watu wanawekeza address maeneo na maeneo haya tangaza, tutakotieni standard hii migawanye standard hii nadhani, standa nyi mna standardi zenu, watu watawekeza na uchumi utakuwa, na watu ataenda kuongeza kipato.